Viongozi na watendaji mbalimbali mbali katika jamii wameshauriwa kuwahudumia wananchi kwa wakati bila kuwasumbua ikiwa ni moja ya njia za kumwenzi waziri mkuu wa zamani na mbunge wa Monduli Hayati Edward Moringe Sokoine, ambaye katika utendaji wake wa kazi alikuwa anapiga vita viongozi wasiowajibika. Ushauri huo umetolewa wilani Monduli na mhadhiri wa taasisi ya chuo cha Nelson Mandela cha jijini Arusha, Dktr Eliaman Laltaika kwenye maadhimisho ya wiki ya Sokoine, ambapo amesema hayati Sokoine alihimiza watendaji kuwajibika kwa wananchi. Mwandishi wetu Khalifa Mshana ana taarifa zaidi. Ni wanafunzi walimu, wazazi na wanafunzi waliosoma wa katika shule ya sekondari Moringe iliyoko wilaani Monduli wakiwa wamekusanyika katika wiki ya kumwenzi muasisi wa shule hiyo na waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Edward Moringe Sokoine. Zungumza katika maadhimisho ya kimwezi kiongozi huyo. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Nelson Mandela Dr. Emmanuel Lataika amesema watendaji wa mwezi Sokoine kwa kuwajibika kwa wananchi. Alipambana na watu wasiowajibika masafa yako ni haya, somo lako ni hili, haufundishi. We umeajiriwa kutoa vibali, kukusanya kodi, haukusanyi, ni uovu. Pia amesema watendaji waache maneno mengi wakati wa kuhudumia wa wananchi, ili kumwenzi kiongozi huyo ajijengea heshima katika jamii ya Tanzania. Kwa hiyo ukiwa kiongozi, don't waste time, kwanza kutoa ioni mbalimbali Tatua matatizo. Tatua matatizo ya wananchi, ndiyo uongozi. Mwanasheria mwandamizi wa serikali Arnold Laiser, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, amewataka watendaji na viongozi kuwa waadilifu wanatekeleza kwa kuwa waadilifu, kwa kuwa tayari kusaidia maskini, kwa kukataa na kukemea rushwa na kuwa watendaji kazi na kufanya mambo kwa wakati. Baadhi ya wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo Gabriel Francis na Neema Jeroji wanaelezea matamanio yao. Nitakuwa natetea wanyonge, maskini na kwa, nitatetea wakulima, wafugaji na wengine pia. Ninatamani kufanya baadaye niwe kama kiongozi kama huyu, ili tuweze kuendeleza nchi yetu, tukomeze umaskini, ujinga na kutokomeza rushwa. Wananchi nao walikuwa na ushauri kwa Tanzania. E, kwa kuimwenzi na kumwiga kiongozi wetu huyu aliyetuachia mengi kwa Tanzania, aliyetuongoza bila rushwa, ameitendea ame, ame, ame Tanzania ameitendea mazuri na, na tunapofanya sasa, tunapokuwa viongozi, basi tumwige na tufanye yale yaliyofanya Sokoine. Shule kwa kufanya kazi za usafi katika maeneo mbalimbali ya Monduli pamoja na michezo. Nikiripoti kutoka Monduli mkoani Arusha. Mimi ni Halifa Mshana wa TBC.